So, ukiangalia hizi takwimu zina kuinform nini? Zina kuinform kwamba watu wako conscious na mambo ya fedha lakini huwa wanawambia, e, nikiwa kanisani kule, nawambia tukianza kusikiliza maombi ya mmoja mmoja huko kanisani, I can guarantee not less than 90% yanauswela. Hata yale ambao watu wanaomba kimya kimya, yaani, hata sisi tukijiuliza hapa hivi kama ushio kumwomba Mungu chochote kwa mwezi wangu, jifikirie, jitafakari mtu wa kweli, jamani, more than 90% ni maumbi ya hela. Lakini ukizungumza hela, unaonekana kama vile unazungumza jambo la ajabu. Tuache ku pretend, we need money, tunahitaji yeah, pesa. So hizi takwimu zina kuonyesha kwamba people are not taking money issues seriously, lakini at the end of the day ndizo issue ambazo zina stress kuliko issue zingine zozote katika maisha kwa nanyi toka mwanzo hata sasa ni mwisho na msikosi, tunasonga mbele katika sehemu nifuata, itakuwa ni kigongo kingine kikali.